Waziri Mkuu mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mizengo Pinda, amesema maandamano yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 kati ya uchaguzi mkuu, maandamano hayo hayakuwa ya amani kutokana na vijana kutopata malezi sahihi, kwa kuwa yalipanga kuharibu mali na miundombinu ya umma pamoja na kuvuruga amani ya taifa la Tanzania. Pinda ameyasema hayo katika sherehe za Mwaka Mpya zilizofanyika katika Shule ya Sekondari Mizengo Pinda mkoani Katavi alipojumuika na ndugu, jamaa na marafiki pamoja na taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali katika hafla hiyo ya mwaka mpya. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Mlele, Abdulmajid Mwanga, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Katavi, amesema serikali tayari inaendelea kuibua fursa za kimaendeleo mkoa wa Katavi ikiwemo utekelezaji wa ujenzi wa barabara kutoka Sitalike hadi Kibaoni kwa kiwango cha lami, ambapo hapo awali ujenzi wa barabara hiyo ulikuwa umesimama kwa miaka mingi, jambo lililosababisha adha kubwa ya usafirishaji wa mizigo na abiria katika barabara hiyo. Kutoka halmashauri ya Mpimbwe ya wilaya Mlele mkoa wa Katavi, mimi ni Festo Kinyogoto na hii ni Jambo TV. Sina budi vile vile kusema, nimefarijika sana kuona mwitikio kwa siku hii ya leo kutoka kwenu. Mimi binafsi nimefarijika sana, sana eh? Lakini najua hata nyinyi mtakuwa vile vile mmefurahi. Heri ya mwaka mpya. Tupo hapa leo tunaangalia mwaka mpya lakini hatukutumbukia tu mwaka kwenye siasa kulikuwa na mambo yake. Kwenye maendeleo nako tumepata taarifa hapa nzuri tu, namna tumeweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini pengine la muhimu ni hapa kwenye kaeneo ka siasa hapa, nataka kusema, kulisema hili ili, ili iwe ni sehemu vile vile ambao sisi wazazi wa watoto tujaribu kuona namna ya kuwasaidia vijana wetu. Ulikuja wimbi gombi, ni kwamba tuandamane. Lakini sasa watu wakawa anaulizana, sawa, sasa kama ni maandamano, mbona mkoankomadukamkokiva mbona mkovua mnasema tukachome na majumba ya watu na yalichoma H maandamano tunayotafuta hayo? E, sasa vijana wale fulka ile inapotokea jambo anaona kama la kawaida tu, na yeye anataka wesemia. Sasa matokeo yake vijana wengine wanapoteza maisha, wengine e, ndio wengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo lazima kama wazazi tupepe dhamana hii, tuone namna ya kuwajenga vijana wetu wawe watoto wazuri, watoto wenye kujua wafanye nini katika mazingira yao. Mwana umleavyo ndivyo akuwavyo. Kwao tuwalee kiroho ili wawe watoto wazuri kwa upande huo, lakini tuwalee vile vile kidunia, ili na wao waweze kuwa ni watu muda wote wanaofikiri kwanza, wanaamua, wanajaribu kuona hapo una, unatakiwa ufanye nini

Kwa hiyo tujaribu sana kuyaona haya, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kimbuko la jambo ambalo ni ujifu ujifu wa amani mkubwa sana na ndani yake watu wanapata madhara makubwa sana kwao. Tuangalie pande zote mbili, kiroho lakini vile vile kidunia, kwa maana ya mwili, tuweze kuona namna ya kuwajenga vijana kwetu. Sisi tayari tumeshaona baadhi ya mambo ambayo mheshimiwa Rais aliahidi kutimia kuyafanya mojawapo ni, ni, ni kurejea kwa mkandarasi wa barabara ya Sitalike kuja hapa Kibaoni kasharehia kazini, na kama mnaojua kwamba kipindi kile navyopita limona na ndani ya siku hizi mia moja ambazo mheshimiwa rais ameahidi ni, ni miongoni mwa miradi ambayo itarejea kwa kasi kubwa na wataanza kwanza, kwa sababu tumekuwa nao muda mrefu hatuoni hata alami kilomita nai. Na kwa sasa kwa kasi hiyo hiyo wataanza kwanza na kilomita 15 wakiendelea na shughuli nyingine, lakini sehemu zile korofi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, tayari wanaendelea kuzirekebisha na magreda yako barabarani. Wale wote wanaotumia barabara ya Sitalike kuja Kibaoni mnaona sehemu ambazo zina changamoto tayari zimeanza kufanyia ukarabati huo.